Majina anaitwa Naweed Mulla, ni mkurugenzi wa Mbogo Ranches. Uh, ni mfugaji pia, niko kwenye shughuli za kilimo. Leo tuko kwenye hafla muhimu sana ambaye tuko na ndugu zetu wa NBC tukisaini MOU ya makubaliano kati ya kampuni zetu mbili kushirikiana kwenye kuwasaidia wananchi kupata mbegu bora kwa mifumo ambayo inaweza kuwa rahisi kwao. Kwa hiyo tunajua mbegu kutoka nje kama tulivyosikia na tutakavyoona kwenye mnada zinakwenda kwa gharama kubwa, sio kwa kutaka au kwa kulazimisha, lakini ndio gharama za, za usafiri za matunzo kule, lakini pia ng'ombe bora unfortunately gharama zao pia ni kubwa sababu ili watu wafuge ng'ombe bora au wa wazalishe ng'ombe bora gharama yake ni kubwa, kwa hiyo katika moja ya mbinu ambazo tumejaribu ku, kuileta tukishirikiana tush, na wenzetu NBC ni kujaribu kufungua dirisha la, la, la, la kuwakopesha watu ng'ombe ambazo zinatoka zina Mbogo Ranches. Kwa kwa hiyo NBC imekuwa benki ya kwanza kutishika mkono kwa namna hiyo. Kwa hiyo niwashukuru sana sana e, ndugu yangu Sabi najua umekuwa nyuma hili jambo MD kwa nguvu kwa yako kubwa nikushukuru sana. Unfortunately tumeshindwa kuja leo, lakini mnawakilishwa vizuri sana kwa hiyo uh, nashukuru sana kwa effort yako na Raymond, pia alivyokuwa amelibeba, baada ya kuwa tumetubidhinisha, tumelibeba vizuri sana, na inanipa matumaini kwamba kazi yao ni efficient, na naoivyowaambia ng'ombe hazisubiri. Tukipata opportunity ya kununua, muda ni mfupi wa kuweza kulipia. Kwa hiyo wameonyesha utayari wa, wa kuwa na sisi kwenye kwenye kuhakikisha kazi inaenda vizuri efficient. Lakini wameahidi mikopo rafiki na kuwa waelewa kwa wananchi. Eh, mashati lazima yawepo ndugu zangu, hamna mkopo bila mashati. Hata ukikopa kwa ndugu anakwambia lazima bwana unilipe, na lawama lazima zije ukichelewa. Kwa hiyo benki ni biashara, kwa hiyo hawezi naye kujiwekea kitu ambacho hana uhakika kitarudi. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa watu tujaribu kubadilika, eh, maisha yanakwenda kwa haraka, fursa kama hizi zinakuja kwa ambao wapo tayari kuzitumia na kwa ng'ombe zipo, benki ipo. Naamini hivyo ndio vipengele muhimu sana. Tunakuhitaji sasa, na wewe mfugaji uje uingie kukamilisha, jambo lote liweze kufanikiwa daima. Karibu nawe.